Mkunduge oye. Mkunduge odi. Naomba mnifungulie mlango niingie. CCM oye. Ndugu zangu, naomba utulivu kidogo tuzungumze ili tuweze kuendelea na ziara zetu. Jambo la kwanza naomba niwashukuru sana sana sana wakazi wa Mkunduge katika maeneo haya kwa mapokezi makubwa sana haya ambayo umeyafanya, naweza nikasema ni sawa sawa na mkutano wa hadhara. Mko wengi kweli kweli. Asanteni sana, haya ni mapenzi makubwa kwa chama chenu. Uongo kweli? Haya ni mapenzi makubwa kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Uongo kweli? Mapenzi haya yapo pia kwa diwani wetu ambaye anagombea ndugu yetu Abdalla Chifu. Uongo kweli? Kweli. Mapenzi haya mnayo vilevile vile kwa ndugu yenu Tarimba anayegombea ubunge kwa jimbo la Kinondoni. Sasa maneno aliyozungumza Abdalla nataka niwathibitishie hayo ni maneno ya kweli, ni kero za kweli ambazo tumejua zipo hapa ndani katika mtaa huu wa Mkunduge. Nataka niwathibitishie kwamba kama tuliweza kuondoa kero kubwa ambazo zilikuwepo katika mtaa huu na kata hii kwa ujumla, ni dhahiri kabisa haya ambayo mmetueleza leo ya vivuko, mmetueleza leo ya kuhusu huduma za afya, za barabara, mmelinganisha mabarabara matatu yote hayo tumeyaona. Nataka niwaambie tunakwenda kufanya kazi hizo. Kikubwa mtupigie kura watu watatu. Mumpigie kura Daktari Samia aweze kuendelea kuwa rais wa jamhuri, mnipigie mimi Tarimba Abbas niweze kuwa mbunge wa jimbo la Kinondoni, na mumpigie Abdala aweze kuendelea kuwa diwani kubwa ya yote, nataka tuambie maeneo yetu haya Tandale ni kata ya mjini, Tandale ni kata ya mjini. Ndugu zangu, kata hii lazima ipewe heshima yake, wananchi wa kata hii nao wapewe heshima yao. Heshima gani? tunakwenda kuwapa heshima ambayo tunakwenda kuwapa ni kuhakikisha maeneo yenu yanapimwa na nyumba zenu zinakwenda kupata hati kubwa. Haipendezi miaka sitini ya uhuru tuko mjini halafu tushindwe kufanya kazi kubwa kama hiyo. Naomba niwathibitishie, jana mgombea mwenza wa uraisi Daktari Nchimbi alivyokuja Kinondoni nilimwambia hii hoja hoja hii, pia nilizungumza bungeni kabla bunge halijavunjwa. Amenijibu na amesikika amesi akisema, na iko kwenye kumbukumbu kwamba serikali ya mama Samia atakayokwenda kuiunda baada ya sisi kumchagua tarehe ishirini na tisa, moja ya vipaumbele itakuwa ni kupima maeneo ya squatters ili ndugu zetu nyiye muweze mkamiliki nyumba zenu huku mkiwa na hati kubwa. Makofi kwa Samia. Yako mengine mengi ambayo Daktari Samia ametuahidi katika siku mia za kwanza baada ya kuchaguliwa. Mojawapo ni jambo ambalo likituudhi sana wananchi wa Kinondoni na Tanzania nzima, nayo ni maiti zetu pale tunapofariki maiti kuzuiwa mpaka ilipiwe. Rais anasema anakwenda kupiga marufuku ndani ya miezi mitatu maana siku mia moja. Hapo vipi?